Hii imetokea baada ya watumio hao Nediko Lazarov na Stella Peteva wa kutoka nchini Bulgaria kumkataa mkalimani huyo wa upande wa Jamhuri aliyeletwa kutafsiri lugha ya Kiingereza kwenda Kibulgaria kwa madai kuwa alitoa tafsiri ya maelezo tofauti, wakati wanatoa maelezo yao polisi, kituo cha kati, wakati wamekamatwa. Kutokana na hatua hiyo hakimu mkazi wa mahakama hiyo Walia Rwande Lema amehairisha kesi hiyo hadi Julai 27 mwaka huu na kuwataka watuhumiwa hao wawe chini ya ulinzi wa jeshi la polisi na kutoa amri kuwa wachukuliwe upya maelezo yao waliyoyatoa polisi. Watumio hao walikamatwa hivi karibuni baada ya jeshi la polisi kwa kushirikiana na uongozi wa benki ya Barclays wilaya ya Kinondoni kuwakamata watumio hawa ambao wanadaiwa kuchukua fedha hizo kutoka benki mbalimbali hapa nchini baada ya mtumishi wa benki hiyo katika tawi hilo kugundua kufunikwa kamera na kifaa cha kunakili taarifa kwenye mashine ya ATM. Kutoka mahakama ya Kisutu, Dar es Salaam, Salumu Mkambala, ITV. Baadhi ya wakazi wa